Discovery Five, uthibitisho wote evidence zote zipo polisi, transaction zote zote zipo polisi. Hii gari ni yangu, mimi nina uhalali nayo, ni gari yangu, ni jasho langu. Iwaje mtu atumie uongo tu wa hapa na pale, ili kusudi tu mimi nisipate mali yangu, ili kusudi tu mimi nikubali ni kuwa naye. Uthibitisho wote upo polisi yangu iko polisi. OCD Abdalla naijua, OCS wa Central anaijua. Kwa sababu sikutaki, sikutaki taki, sikutaki. Namaanisha sikutaki, niache niende na maisha yangu, niache nifanye maisha yangu. Kuwajibika najua, utawajibika ni swala la muda tu, nipe mali yangu. Mimi siku, sikutaki. Unawambia watu, mwambie Nicola, nitafute, anahangaika sana. Yote hayo yataisha akinitafuta. Abadani, asilani, sitawahi kukutafuta, sikutaki.